Mtazamaji, wanasema kiza ni ulemavu. Hata wenye macho uyaona kama mapambo, na ndio akasema maisha ni mfuatano wa mafunzo, hivyo basi mtu anabudi kuyaishi ili kuyaelewa. Basi nasi mpenzi mtazamaji, hatutakuacha gizani, maanake tutahakikisha tunakujuza yanayojiri pembe zote nne za taifa hili na hata ugaibuni. Tutakuwa tukikujuza yaliyojiri, yanayojiri na yatakayojiri, kwani hiki ndicho kitovu sahihi cha habari zisizosahaulika. Unalohitajika kulifanya mpenzi mtazamaji ni kukaa mkao wa mlo, tukupashe kwa usomaji huu wenye ari, msisimko na mihemko yote, haya ndani ya Dira ya Kibu. Mimi ni Kaberenge Brian nami ni Mwana Hamisi Ibrahim, na haya ndio baadhi ya hayo tuliyokuandalia. Siasa chuoni Kibabii zazidi kupamba moto, huku siku ya uchaguzi wa mwaka wa elfu mbili ishirini na tano ishirini na sita ikizidi kujongea. Wabunge wanaomuunga Gashagwa wakumbwa na masaibu. Ahadi zake Rais William Ruto zazidi kuibua hisia mseto miongoni mwa Wakenya. Karibu mpenzi mtazamaji. Na wanasema siasa ni mchezo mchafu na uchafu wa mchezo huu ndio hufanya mchezo wenyewe kuwa mtamu. Hili limedhihirishwa dhahiri shahiri na wanafunzi wa chuo kikuu cha Kibabii ambao wapo kwenye pilika pilika -pilka, za maandalizi ya uchaguzi wa mwaka wa 2025-26 utakaofanyika chuoni humo. Uchaguzi utakaofanyika tarehe 28 mwezi Machi ambayo itakuwa ni siku ya kubaini mbivu na mbichi. Tuungane na mwanahabari wetu wa maswala ya kisiasa Ndudu Duniani atufahamishe mengi kuhusiana na taarifa hii. Nipe ni kupe inazidi kushuhudiwa huku, siasa za mwaka wa 2025 26 zikizidi kupamba moto. Hii ni baada ya thibitisho kutoka kwa aliyekuwa mwenyekiti wa bunge la chuo hicho almaarufu Soku b Elizabeth Kemundo alitaja kuwa bunge hilo la Kibabi la mwaka wa 2024 2025 limeweza kuvunjwa na hivyo basi kupisha kampeni za uchaguzi wa mwaka 2025 2026, nikinukuu Pursuant to Article 51 sub-article 2 of the Soku Constitution I hereby dissolve the seventh Soku leadership This 14 March 2025 This dissolution paves way for Kibabii Electoral Commission supported by Students Electoral Commission to conduct fresh Soku elections planned for 28th March 2025. These elections will give us the eighth Soku leadership. Swali ni je, ni nani atakayeongoza mwaka huu 2025 hadi 26? Nikiripotia runinga ya Kibu, mimi ni nyani Ndululu. Shukrani mwanahabari wetu Ndululu Nyani kwa uketo wa taarifa hiyo. Na taasisi za umma na hata za kibinafsi zimekuwa kivutio kikubwa cha biashara mbalimbali, na hivyo basi, chuo kikuu cha Kibabii ikiwa ni mojawapo ya taasisi kuu hapa nchini, ni dhahiri shahiri kwamba chuo hiki kinavutia biashara kila uchao. Mwanahabari wetu wa masuala ya kibiashara Stesi Okumu ameangazia swala hili kwa kina. Licha ya hali ngumu ya uchumi nchini Kenya, biashara imekuwa mojawapo ya njia ambazo wananchi wanatumia ili kujipa riziki yao ya kila siku. Chuo kikuu cha Kibabi ni taasisi ya elimu inayokuwa kwa kasi, hivyo basi kuwapa wanaoishi karibu na chuo hiki fursa ya kuendeleza biashara mbalimbali. Biashara ambazo zimekita mizizi karibu na nje ya shule hii ni pamoja na biashara za vibanda, maduka, cybers na zingine nyingi. Biashara za vibanda zimewapa wanafunzi wanaoishi nje ya shule kununua na kupata chakula kwa njia rahisi. Bidhaa kama vile mboga, matunda, ndizi, nyanya, vitunguu na dania ni baadhi tu ya bidhaa zinazouzwa kwenye vibanda hivi, hivyo basi kuwasaidia wanajamii wa kijiji cha Kibabii kupata riziki zao za kila siku. Kama kweli biashara imekuwa nguzo kuu kwa wanafunzi wa chuo kikuu cha Kibabii. Nikiripotia runinga kuu ya Kibu, jina langu ni Okumu Stacy. Tukiachana na biashara, ni kwamba bunge la kitaifa limepata sura mpya baada ya mabadiliko ya kamati mbalimbali mbali bunge ni humo, na ni bayana kwamba mabadiliko haya yameathiri pakubwa wabunge walionekana kumuunga mkono aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua. Mwanahabari wetu aliyebobea katika masuala ya yes, siasa, Jackson Simadoi anatuarifu kwa kina. Wabunge wa chama tawala cha Kenya Kwanza wanaomuunga mkono aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua wameendelea kukumbwa na masaibu chungu nzima. Hii ni baada ya wabunge hawa kupigwa na mawimbi ya kubanduliwa kutoka kwa uongozi wa viti mbalimbali mbali katika kamati ya bunge la kitaifa. Mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro na ambaye pia ni mwendani wa Gachagua amebanduliwa kutoka kwa uadhifa wa mwenyekiti wa kamati ya bajeti katika bunge la kitaifa, nafasi ambayo imechukuliwa ana mbunge wa Alego Usonga Samuel Atandi. Nyoro amelaumiwa kwa kutenga fedha zaidi katika eneo bunge lake. Shoka hili halikumkwepa mbunge wa Githunguri Gathoni wa Mushomba ambaye ameondolewa katika kamati inayoangazia katiba na nafasi yake kutwaliwa na mbunge wa Runyenjes Eric Karemba. Wamuchomba ambaye alionekana akipinga vikali kung'atuliwa mamlakani kwa Gashagwa amesalia bila wadhifa wowote katika kamati ya bunge la kitaifa. Mbunge wa Embakasi Kaskazini James Gakuya ni miongoni mwa walioathirika wa na mabadiliko haya bungeni. Swali ni je, wabunge hawa wamebanduliwa mamlakani kwa utendakazi mbaya au kwa kumuunga mkono Gashagwa? Nikiripotia Dira ya Kibu ni Jackson si Madoi. Tukiachana na bunge, ni kwamba Rais William Ruto ameonekana akitoa ahadi kemkem -kem katika sehemu yoyote ile anayoizuru. Jambo hili limeibua hisia mseto kwa Wakenya wengi, hasa katika mitandao ya kijamii, kwani wengi wanaamini kwamba rais, itakuwa ni vigumu kwake rais kutimiza ahadi hizi zinazoonekana kupita uhalisia. Mwanahabari wetu Richo Masiga anatuarifu kwa kina. Nitamnunulia mashine ya kutengeneza chapo. Ahadi leo, ahadi kesho. Rais William Ruto ameendelea kutoa ahadi chungu nzima kila uchao. Ziara yake ya kwanza mwaka huu katika eneo la Magharibi alitoa ahadi kemkem kem ikiwemo kuboresha miundo msingi katika eneo hilo. Baada ya hapo, alielekea eneo la Kaskazini Mashariki mwa nchi, alikozuru maeneo kama vile Mandera na Isiolo, ambapo alizindua miradi mbalimbali mbali ikiwemo ukarabati wa barabara kutoka pale Elwak mpaka ifike gari pia hapo tumeweka pesa na pia aliwaahidi wananchi katika eneo hilo kuwa kupata vitambulisho vya kitaifa katika mpaka wa Kenya na Somalia haitakuwa vigumu, kwani sheria ya kupata vitambulisho hivyo vitalegezwa. Ziara ya Rais haikukomea hapo, kwani amezuru jiji kuu la Nairobi huku akieneza injili ya muungano wake na kinara wa ODM Raila Odinga. Hapa aliwafurahisha na kuwavutia Wakenya kwa ahadi zake zisizoisha. Alipokuwa mtaa wa Kibra, aliwaahidi vijana na kuanza kupata vitambulisho bila kulipa chochote. Pia aliahidi kuunga mkono mradi wa kaunti ya Nairobi wa kuwapa lishe wanafunzi kwa kuwanunulia mashine ya kutengeneza chapati takriban milioni moja kila siku. Swali ni je, ahadi hizi zitatekelezwa au la? Nikiripotia Dira ya Kibu, mie ni Recho Masiga na nimekubali nitamnunulia mashine ya kutengeneza chapo. Na basi mtazamaji, taarifa yake Recho Masiga ndio inatupeleka kwenye mapumziko mafupi. Ili usiende mbali manake atakaporejea, tongana na mwanahabari wetu wa masuala ya sporti Papa Ida atuzamishe viwanjani. Kwa Brian na mwana Hamisi, mkiwa kwenye studio ya kwanza. Karibu kwenye ulingo wa sporti ukileta nami Papa Ida, tukianza na ligi hapa chuoni Kibabii, kwamba wikendi jana kumekuwa na mechi ambazo zimekuwa zikichezwa. Mechi ambayo ilipewa kipigo sana ilikuwa mwana United akicheza dhidi ya uni, ya ya Red Star ambapo United aliweza kubeba ushindi wa siku kwa kumchapa mwana Red Star goli moja kwa sufuri. Mechi zingine ni kwamba mwana umoja aliweza kumchapa mwana Royals magoli manne kwa sufuri huku Ajax akimchapa mwana Ivory Forces magoli manne kwa moja basi Kuangalia kwenye jedwali ni kwamba anayeongoza jedwali hilo ni mwana Unity akiwa na pointi 85 akifuatwa na mwana mmoja akifuatwa na pointi hamsini na nane akishikilia na, uh, uh, nafasi ya tatu. Tukisonga mbele ni kwamba tayari kocha mpya wa Harambee Stars Benni McCarthy ashataja kikosi ambacho utakuwa kinasafiri kwenda kucheza kwenye mashindano ya kufuzu mashindano ya kombe la taifa mpenda, world cup, mwaka wa elfu mbili ishirini na sita akitaja kicho kikundi ni kwamba anaongoza si mwingine ila ni nahodha, ambaye ni

Hivyo basi tukisonga mbele kwenye ligi kuu ya Uingereza ni kwamba siku ya Jumapili kulikuwa na fainali ya Karabao ambapo mmekuwa mkisikiza wenzangu akisoma hapo, basi mwana Liverpool akicheza dhidi ya Newcastle katika uwanja wa Wembley, ambapo Liverpool alipoteza magoli mawili kwa moja dhidi ya Newcastle, na hivyo basi Newcastle wakiweza kukatisha kiu chako chao cha muda wa miaka sabini hivi kubeba kombe la Karabao. Timu ya Manchester United iliweza kumchapa mwana Leicester magoli matatu kwa sufuri huku Fulham wakimchapa Tottenham magoli mawili kwa sufuri Arsenal wakicheza dhidi ya Chelsea, waliweza kumchapa mwana Chelsea goli moja sufuri Tukiangalia kwenye jedwali ya Uingereza ni kwamba naongoza ni Liverpool akiongoza kwa pointi sabini akifuatwa na, akiongoza kwa pointi sabini, na mwana Arsenal akiongoza kwa pointi hamsini na nane huku mwana Nottingham Forest akishikilia nafasi ya tatu na hivyo basi kulingana na, na mechi ambazo zitakuwa zinachezwa za kimataifa kufuzu kwenye kombe la mashindano ya dunia ama World Cup. Hiyo basi, weekend hii tutakuwa na mchezo kwa sababu wachezaji wameenda kwa likizo ya kimataifa ama ukipenda international break. Kufikia hapo, sina budi kutamatisha kikundi uh, matangazo yetu ya sporti. Nami mwana wako, uh, papa Ida Brian na mwana misi, kama unanisikiza. Naam, um, habari hizo za sporti kutoka kwa mwanahabari mwenza papa Ida ndizo zinazotamatishia kirakibu siku hii ya leo. Tuwashukuru wote waliofanikisha taarifa hizi, ikiwemo mapaparazi wetu, wanahabari, na bila kusahau ewe mpenzi mtazamaji. Tupatane wiki ijayo, panapo majaliwa yake Karima Jalali. Kwa wenzangu wa Islamu nawaambia saumu makbul. Jina langu ni Mwanahamisi Ibrahim, nami ni Kaberenge. Kwa heri.